Hello. Sasa huu ni muda mzuri sana ambao tunakwenda kumshukuru Mungu kwa sadaka zetu kwa inayokuja sasa, ambaye ataitangaza yeye wakati huu. Nyinyi wa hapa waandae vyombo, wapitishe, msende kule kwa kila mahali, usiondoke bila kumshukuru kum Mungu na usiache matoleo. Mimi nimesema mtolee Bwana sadaka ya shukurani, ipo kwenye Biblia. Usiende kumshukuru Mungu mikono mitupu. Kama unapenda ubarikiwe na baraka yako shukuru Mungu hapa, sadaka hiyo itatusaidia kwa ajili ya vyombo kama hivi kusafirisha na kurudisha, pia maturubai kama haya tumeyachukua kwa mkataba, tumeyachukua hatukulipa, hayakulipwa chugaji wava wenyeji ameenda nashukula na viti vyake, ameamini kwamba sadaka ya shukurani. Kwa ya shukurani italipa. Kwa hiyo naomba ya kwamba sadaka yake ya shukurani usi, te, usimshukuru Mungu

Hata mchana chakula amekupa, mahindi amekupa, jana chenu ulikula. Sasa mwendee Mungu mikono mitupu. Umwendee Mungu asante. Haiji. Huyu ni Mungu, ya kukushukuru Mungu, sadaka ya shukurani. Nadhani wewe unaifahamu vizuri, hata we ndio mletea Mungu. Chukua sadaka nzuri

Mchungaji tunaanza makuhani ndo anatangulia <tuhi> <tuhi> wachungaji, wachungaji, hata kama uko huko tafadhali <tuhi> <tuhi> tumeshamaliza watu wengine. naa aa kwa hakika tunamshukuru Mungu sana, ile kibaba kibaba kile cha unga, lakini sasa unamu yingi kabisa, unakula hapo. Wenzetu hapo mesheni wapo wanahangaika sana na njaa, lakini Mungu ametutendea sana. Utakuwa sio <coughs> mtu wa fadila kama hautakuwa kwa kweli katika utoaji.